Na mtazamaji wa Faida Online TV. Siku ya Aprili 5, 2025, tuliripoti taarifa ambayo inamhusu mama ambaye alikuwa na matatizo ya uvimbe E, sehemu yake ya kalio upande wa kulia na ni uvimbe mkubwa ambao ulikuwa unamfanya anashindwa kufanya shughuli zake, lakini hata akitembea pia e, ulikuwa unampa taabu. Lakini hiyo kama haitoshi, uvimbe ulikuwa unamsumbua kwa sababu ulikuwa kuna muda ulikuwa unawasha sana, kwa hiyo ili aweze kuwasha katikati au ndani ya uvimbe huo ililazimika sasa amwambie mtu wake wa karibu aweze aweze kusimama juu ya huo uvimbe ili na yeye aweze kupata hueni baada ya uvimbe huo Eh, kuashwa kwa njia hiyo kilichokuwa kinafuata baadaye ni maumivu ya kukanyagwa kwenye hiyo nyama ambayo iko sehemu hiyo. Faida Online TV tukafanya taarifa hii na kuanza kuomba msaada kwa wadau kwa ajili ya kuweza kusaidia kumchangia mama kwa sababu familia yake ni duni na yeye mwenyewe asingeweza kufanya chochote kwa sababu tangu kimeanza kumuota kikiwa kidogo mpaka kinakuwa, kilikuwa kinaonekana, lakini kwa sababu familia yake ilikuwa inashindwa kufanya chochote alilazimika kuishi nacho vivyo hivyo. Baada ya hapo watu kadhaa wakaguswa na kuweza kuchangia kumchangia huyu mama na kufanikisha kufanya operation. Tushukuru katika wale ambao wamechangia, kuna mtu mmoja amechangia eh, karibia asilimia tisini na tisa ya fedha yote ambayo ametumika kufanyia operation. Na yeye mwenyewe tumezungumza naye amesema hayuko tayari atajwe, ametoa kama sadaka kwa ajili ya Mungu wake. Hivyo basi sasa hivi ninavyozungumza nawe, mama huyu yupo hapa katika hospitali ya wilaya ya Mtwara ambayo yuko hapa Nanguruwe, na tayari amefanywa operation na mzigo huo tena ameushusha. Sasa hivi mwili wake ni mwepesi na anajisikia vizuri, anajisikia faraja, tofauti na hapo mwanzo, hali ambayo alikuwa ameipitia. Kuzungumza naye ili kutaka kujua kwa sasa hali yake ipoje na ana kipi cha kuwaambia wale ambao wamemchangia kwa namna moja ama nyingine. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe like, na comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Faida. Nikukumbusha kwamba huyu mama ni mkazi wa kijiji cha Imekuwa, kata ya na Naumbu, wilaya na mkoa wa Mtwara. Habari za leo? Nzuri sana salama. Eh, unaendeleaje? Naendelea vizuri, nashukuru na. mm -hmm. na Mwenyezi Mungu anjalieni. mm. tuwe pamoja sana yeah. Eh, hali sasa hivi unaiona Nashukulu kidogo pamipoa pa nipetasindan ni mm -hmm. e, nashukuu simamoviale pal mwenyezimungu mm -hmm. e, yeah. e, an ajalieni kila laheli mm -hmm. namshe kuaja maango sasahivi nnashukulu mm -hmm. na kabisa kabisa yeah. e. Sawa, kazi yetu kubwa sisi ambayo tumefanya ni kuweza kutambulisha hali yako na kuomba watu wakusaidia. Watu wamejitokeza wamekuchangia, na wamefanya upasuaji. Unawambia nini wale ambao wamekuchangia? Nana no, na no, washukuru vile vile. Eh, livo pamoja tu mii sana kunisaidia Mwenyezi Mungu ani naombea kila ile kila mnachoshika kiwe na baraka. Sasa hivi sasa ukirudi nyumbani na uwezo kufanya shughuli zako bila shida. Nitafanya shughuli zangu, nitalima sasa hivi eh. Okay. Nilikuwa na kulima kwa sababu ya sehemu kuuma eh.

Ninakushukuru sana. Na ni kabisa. Nashukuru. Eh. Sawa. Mtazamaji wa Faida Online TV, mgonjwa wetu anatuambia sasa hivi amekuwa mwali. Mtu wa Mtwara akikwambia mwali ni binti mpya tofauti na hapo alivyokuwa mwanzo kwa sababu hiki kitu kilikuwa kinamfanya pengine eh watu labda wamnyanyapae. Wa eh, amesema mwenyewe hapa alikuwa anashindwa kwenda hata mazishini, kwenda kujumuika na watu wengine kwenye shughuli za kijamii kwa sababu vidole vilikuwa ni vingi. Muone yule, muone yule, muone yule. Na ni kwa sasa E, mara baada ya kufanyiwa operation amerudi katika hali yake ya kawaida na kile kidonda kipo tena, kwa hiyo akirudi sasa hivi imekuwa watamshangaa na nadhani e, e, na, na hata kama kuna watu wanataka kununulia kanga mpya vitenge, sasa hivi akivaa atapendeza tofauti na ilivyokuwa pale mwanzo, kwa sababu alikuwa akivaa upande mmoja unavimba yani. Kwa sasa hivi mambo ni mazuri kabisa. Jina langu Asha Mfaume, nakaa Imekuwa. Mimi ninashukuru wale waliochangia na operesheni imefanywa jana na mtoto amerudi salama, na leo anatia moyo, anadunda, anadunda, anadunda kitu kilo akinyanyasa mwanangu, ana makalio matatu. Sasa leo makalio matatu moja limetoka, yako makalio mawili yes. mimi ninashukuru kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu walikuwa wanasema ana makalio matatu e, watu akisema ana makalio matatu nakinyanyasika mwanangu na kugunaguna. Kwa hiyo ulivyo, ulivyojifungua huyo mtoto wako lizaliwanayaakozaliwa nayo yani, limibuka hivi bu huko kwa mwanzoni, eh. eh. Kwa majina anaitwa Mila Athmani, ni daktari lakini pia ni mganga mfawizi wa hospitali ya Nanguruwe inayopatikana Halmashauri ya Mtwara Vijijini, mkoa wa Mtwara. Siku ya juma Alhamisi tulipokea mgonjwa wa miaka thelathini na tatu ambaye alikuwa na changamoto ya uvimbe ambao ulikuwa sehemu ya paja kuelekea sehemu ya tako lake la kulia ambao uvimbe amekaa nao kwa zaidi ya miaka kumi, ambao ulikuwa unaambatana na changamoto ya kuwashwa, kukosa amani ya kufanya kazi zake, lakini pia ulikuwa namsababishia mpaka anakosa usikivu, lakini pia na kupata ganzi ya upande ule ule ambao alikuwa na hiyo changamoto. Baada ya kuchunguza uro uvimbe pamoja na baadhi ya madaktari ambao tuko nao hospitalini kwetu, tuliweza kugundua uro ugonjwa ni aina ya ugonjwa unaoitwa neurofibroma ambao una originate katika mishipa ya fahamu ya binadamu. Kwa hiyo baada ya kuongea naye, tukamfanyia baadhi ya vipimo na tukamplani kwa ajili ya elective ya kufanyia operation na tunashukuru jana tuliweza kufanya operation na ilienda vizuri, na leo asubuhi tumepitia mgonjwa wetu, anaendelea vizuri, hana shida yoyote, anashukuru sana. Hongereni sana. Asante sana. Yeah. Uh, ugonjwa kama ule pengine mmeshakumbana nao hapo mwanzo au ni kwa mara ya kwanza kwenye hospitali ya Nanguru? Uh, kwa ugonjwa kama ule unaweza kusema ni kwa mara ya kwanza, sije kukutana nao. Kwa hiyo tunaweza tukasema tumepata exposure mpya hospitalini kwetu mm -hmm. Na kwa wale ambao pengine wanatamani kufahamu ile kitu inakuwa nini, kama mafuta au maji au nini hasa? Ile sio mafuta, lakini wakati tunafanya operation ni kama ni nyama zimeota, lakini katika kule kuota kwake ndani yake kuna kama pocheze ndani mm -hmm. Kweli kwa lakini, pamoja na zile nyama, yani ni kama ni kiungo kingine ambacho ndani yake ina mm, mishipa mumu ya damu, yani kwa maana ni kama kiungo kingine kimota pembeni yake. Sawa, umejisikiaje kama daktari kufanya operation ile kwa mara ya kwanza kwa usalia Nanguruwe na mambo ameenda sawa so? Uh, kwa kweli naweza kusema tumejisikia faraja, kwanza tunaweza kusema tumekitangaza pia kituo chetu kwa operation ile, kwa sababu yule mama kama ni uvimba ambao amekaa nao almost kama zaidi ya miaka kumi, alafu amekuja katika hospitali yetu na so hospitali tu kwamba amekutana na madaktari bingwa, ni madaktari tu kawaida, tumemfanyia ile huduma, kwa maana akitoka pale, na maana anaenda kuitangaza hospitali yetu kwa sifa nzuri na kwa huduma ambayo tumeitoa. Nimesikia ni daktari ambaye umeongoza kwenye ile operation, hongera sana, asante sana. <laughs> Huyo ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya e, Mtwara ambayo iko pale na Nguruwe, daktari e, Shamila, tumezungumza naye hapa leo akithibitisha kupokea mgonjwa huyu na kuelezea aina ya ugonjwa ambao lugha hiyo eh, ya kidaktari inawezekana usifahamu, tubakie hapo, lakini amekiri kwamba tayari amefanya operation. Ni kwa mara ya kwanza unapokea mgonjwa mwenye uvimbe kama huo, na hata mimi nilivona kwa mara ya kwanza nilishtuka na kusema, ni nini hiki, lakini tunashukuru kwamba amefanywa operation na anaendelea vizuri. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like, na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa field lakini mwisho ni washukuru wale wote ambao wamemchangia huyu mama yetu mpaka kukaa sawa, na hasa huyu e, mdau ambaye amechangia asilimia tisini na tisa nukta tisa ya fedha yote ambayo imetumika kufanya ama kufanyiwa operation kwa mama yetu huyu. Ni washukuru ni watakia siku njema.